Kinara wa chama cha Liberation Party cha nchini Kenya, Martha Karua pamoja na mawakili wenzake wawili wamerejeshwa nchini Kenya jana kwa lazima kutoka nchini Tanzania baada tu ya kutua uwanja wa ndege wa Julius Nyerere. Mawakili hao watatu walikuja Tanzania kwa ajili ya kuhudhuria mahakamani leo inaposikilizwa kesi ya kinara wa chama cha upinzani cha demokrasia na maendeleo Chadema, wakili msomi Tundu Antipas Lissu. Inaelezwa kuwa masahibu ya Karua yalianza majira ya saa tatu asubuhi wa wakati yeye na marafiki zake hao wawili walipowasili katika uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Pasipoti yake pamoja na wenzake Linu Ngugi na Gloria Kimani zilichukuliwa uwanjani hapo, ambapo Karua anaeleza kwamba alihojiwa kwa, ali kwa takriban saa tatu au masaa matatu. Kwa mujibu wa runinga ya NTV ya nchini Kenya, inanukuliwa akisema Karua kuwa watatu hao walikuja Tanzania kuja kusikiliza ama kuhudhuria kesi ya Tundu Lissu lakini ilikuwaje? Huyu hapa ni Martha Karua akisema. Mwalimu Nyerere International Airport, Dar es Salaam, yeah, where the three of us have been detained awaiting deportation. We thought that as citizens of jumuiya we were free, but not yet uhuru. Mm-hmm. The great Mwalimu. Tundu Lissu ni kinara wa chama cha upinzani cha Chadema alikamatwa mwezi Aprili mwaka huu akiendelea kunadi na kuimarisha chama chao chini ya kauli mbiu hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Isitoshe, Lissu na chama chake wamezuiliwa kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu unaotarajiwa kufanyika Oktoba baada ya kususia kusaini kanuni za maadili kama inavyohitajika na Tume ya Uchaguzi ya Tanzania. Martha Karua na muungano wake wa Pan Africa Progressive Leadership Solidarity Network wanataka kufutiliwa mbali kwa mashitaka dhidi ya Tundu Lissu na wafungwa wote wa kisiasa nchini Tanzania. Nalo shirika la Amnesty International wameeleza kwamba kuwakataza Martha Karua na wenzake nafasi ya kushuhudia kesi dhidi ya Tundu Lissu kunadhoofisha hatua za msingi za kusikilizwa kwa haki na hadhara iliyoainishwa katika sheria za kimataifa za haki za binadamu. Hatua hii inaondoa imani ya umma wa kimataifa katika michakato ya uchaguzi na mahakama ya Tanzania. Karua na wenzake walikuwa wamealikwa kuhudhuria kesi hiyo ya jumuiya ya wanasheria na jumuiya ya wanasheria wa Afrika Mashariki na chama cha mawakili hii ni Nyikani TV na langu jina Godoni Kalulunga.